Sasa watu wa kusini tumekuja kwenu kuzungumza mambo muhimu yanayohusu nchi yetu. Mwaka sitini na moja tulipata uhuru wa taifa hili, na wakati ule Mwalimu Nyerere alisema hivi: tunataka uhuru wa nchi yetu kwa sababu wakoloni wazungu wameshindwa kuwaondolea Watanzania ujinga, wameshindwa kuondolea Watanzania maradhi, na wameshindwa kuondolea Watanzania umaskini. Hizo ndio sababu kuu zilizosababisha tupiganie uhuru wa taifa letu, na nyiye watu wa kusini mmehusika sana kutafuta uhuru wa nchini. Lakini nyie mko kwenye taifa ambalo limejaa rasilimali za kutisha. Hapa pembeni yenu kuna bahari, uongo kweli? Hapa jirani kuna gesi, uongo kweli? Hapa jirani yenu kuna makaa ya mawe, uongo kweli? Nyiye mnalima korosho, uongo kweli? Nyiye mnalima ufuta, uongo kweli? Nyie mna nazi uongo kweli? Lakini katikati ya utajiri kwenye nchi hii, ukianzia kule kwetu Tarime, mimi natoka Tarime, mkoa wa Mara, kuna dhahabu. Geita kuna dhahabu. Shinyanga kuna dhahabu. Tarime kuna dhahabu. Kahama kuna dhahabu. Mbeya, kila sehemu ni dhahabu. Nchi hii Mwenyezi Mungu ameijalia ya madini yanaitwa Tanzanite, hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania ardhi yetu ina ukubwa wa kilomita za mraba laki tisa na arobaini na tano. Tuna gesi, tuna makaa ya mawe, tuna chuma, tuna kila kitu, tuna vitu vyote tunavyovijua kwenye nchi hii. Hapa jirani yenu Seru iko wapi? Si hapa kwenu, hapa si iko kusini hapa hapo? Seru pamejaa madini yanayoitwa uranium, madini yanayotumika kutengeneza mabomu ya nyuklia, yanatoka ya Tanzania kuna madini yanaitwa nikel na cobalt yanatoka kule Kagera Tanzania ndiyo yanayotumika kutengeneza betri za simu, ndio yanayotumika kutengeneza injini za ndege. Kwa hiyo yanatoka Tanzania. Katikati ya utajiri wote huu, watu wetu ni maskini. Wazungu wanakuja hapa, wanaondoka na mali zetu. Wachina wamejaa kila kona ya nchi hii, wanamiliki utajiri wa nchi yetu. Vijana wetu wanaishi kwa kufanya beti, katikati ya utajiri hapa kwenu hapa, zamani Mwalimu alianzisha tafiko kwa ajili ya uvuvi, kwamba kuwe na viwanda vya uvuvi, kuwe na meli kubwa zinaingia baharini, katikati ya bahari zinatoka na samaki, vijana mpate vitoreo, lakini vilevile mpate kazi za kufanya kwenye viwanda, mlipwe mishahara na muishi maisha mazuri. Lakini vyote hivyo vimekufa kwa sababu ya viongozi wa hovyo tulionao. Mwalimu Nyerere alisema ili nchi iendelee inahitaji watu, inahitaji ardhi, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Watu tunao, hatuna watu, si watu wapo, tena wameharibika. Ardhi tunayo, hatuna nchi yetu ni kubwa. Ukichukua Kenya Uganda Rwanda na Burundi ukizichanganya pamoja, halitufikii kwa kubwa ardhi tuliyonayo. Leo tumepita kutoka huko kote, tunaangalia misitu, tunaangalia mapori, tunaangalia nini. Kinachokosekana kwenye nchi hii ni siasa safi na uongozi bora. Hivyo ndio vimetuweka kwenye sehemu ambayo tunateseka katikati ya utajiri. Wa wazungu na Waarabu wanakabidhiwa nchi yetu, watu wetu wanabaki maskini. Kwayo sisi CHADEMA tumekuja kwenu kwa sababu tunajua tatizo ambalo limesababisha tusipate viongozi tunaowahitaji ni kwamba, kila uchaguzi unaokuja, uchaguzi unaibiwa uwango kweli. Wananchi mnapiga kura, lakini yule mnayemchagua mbunge haendi bungeni. Wa upinzani Bwenge ameshinda pale, amekuja bungeni kwa vita, alipokuja yule Mwanajiwe akamwondoa na Bwege bungeni, akaniondoa na mimi bungeni akamwondoa Lisu bungeni, akamwondoa Mbowe bungeni, akaondoa wabunge wote wa upinzani. Matokeo yake ni nini? Bandari zetu zikauzwa, hakuna mtu wa kusemea bungeni. Hebu nyie fikirieni, hivi kama sisi tungekuwa bungeni kipindi kile, alafu walete mjadala wa kuuza bandari, nini kingetokea? Mimi nilikuwa napiga beki, Mbowe anapiga kiungo eh? Lema na piga winga. Ilikuwa ni bunge la hatari. Hoji ikiingia bungeni, inajadiliwa, lakini wabunge wa CCM kila kinacholetwa wakiwajiwa, e, mnasemaje ndio, mnasemaje ndio. Sasa tuhitaji tena kupeleka wabunge wa kusema ndio bungeni? Tunahitaji watu wa kusemea wananchi, na ili tupate watu wa kuwasemea wananchi, lazima kura yako iwe na nguvu. Leo hamna madawa hospitali, hamna E, e, e, matibabu mazuri, shule za hovyo, watu wengine wanapeleka watoto wao. Yaani, afisa elimu wenu kwenye wilaya hii anapewa gari na serikali analipwa mshahara na serikali ili akasimamia ubora wa elimu, alafu hiyo elimu anayoisimamia yeye, mtoto wake ha hawezi kumpeleka asome pale. Hii inakwambia nini wewe, mtu wa Somanga, kwamba afisa elimu ambaye anatakiwa kusimamia ubora wa elimu haamini hiyo elimu anayeisimamia, hawezi kupeleka mtoto wake pale. Au yeye akiugua hatibiwi kwenye hospitali hizi mnazotibiwa. Waziri akiugua anaenda kutibiwa wapi? India. Kwa nini aende kutibiwa India wakati hospitali anazozisimamia ziko Tanzania kama anaziamini? Kwa hiyo tunaongozwa na viongozi ambao wamesababisha taifa hili limekuwa maskini, na kwa sababu hizo wanatumia hawa ndugu zetu polisi, na hawa nao wamepigika tu kwa sababu mishahara yao kidogo tu mimi nilikuwa bungeni, mshahara milioni kumi na mbili. Huyu afande mshahara wake, ili apate milioni kumi na mbili, mpaka afanye kazi mi, miaka 6, sita. Mimi mshahara wa mwezi mmoja tua. Sasa lazima hali hii tuondokane nayo, lazima tubadilishe hali hii, lazima tukubaliane kwamba ili tuweze kubadilisha hali hii, lazima uchaguzi wa nchi yetu, system ya kusimamia uchaguzi ibadilike uchaguzi wetu usiwa unaosimamiwa na polisi, wanaiba kura, wanatumia walimu, wanatisha watu, wanaiba kura. Ili kura ya mwananchi iheshimike, serikali iweze kukuogopa. Kama kura yako ingekuwa na nguvu, mwananchi wa Somanga, mbunge angekuwa anaongea matatizo yako, mbunge angesimama kuzungumza kuhusu bei ya korosho, mbunge angehakikisha bahari yenu inafanya kazi, meli zinakuja hapa za uvuvi, mbunge angehakikisha mna matibabu mazuri lakini leo mbunge akisimama anamsifia rais tu bungeni. Dakika kumi mbunge anazungumza, oh rais wetu sijui amefanya nini, kana kwamba rais ndio amempeleka. Kwa nini? Kwa sababu anajua kwamba kura ya mwananchi haimpeleki bungeni, kinachompeleka bungeni ni ma maamuzi ya rais. Sasa tunahitaji kubadili hali hiyo, ili wewe uwe na nguvu yako mkononi. Nguvu ni kura. Inapofika miaka mitano, Mtu aelewe kabisa kwamba kama sikufanya kazi, naenda kupigwa chini, bali diwani akusikilize wewe, kwa sababu anajua kama kura yako ina nguvu. Kama hakufanya kazi, anajua hatarudi kwako, hutampa kura tena. Mwenyekiti wa kijiji akusikilize wewe, lakini leo haiko hivyo. Ndio maana CHADEMA tumesema bila mabadiliko kwenye sheria hakutakuwa na uchaguzi nchi hii. Kitawaka kita sana no.